Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mgeni rasmi ambaye pia ni mkuu wa wilaya ya Mbeya, Beno Malisa, amesema mpango huo utafungua ukurasa mpya wa maendeleo kwa Jiji la Mbeya kwa kuleta mageuzi makubwa katika sekta mbalimbali. Naamini kwa mpango huu unaozinduliwa leo, japo hauna kauli mbiu, lakini naamini tunakwenda kuona uh, jiji la Mbeya jipya sasa. Eh, tunakwenda kuona kwa mabadiliko makubwa yaliyoanza na mkakati uliopita na mimi tunaenda kuwa na jiji la kisasa eh, jiji ambalo litakozi ushindani mkubwa wa kiuchumi kwenye kila nyanja na majiji mengine. Mbeya, wewe, tumefanya vizuri sana kwenye baadhi eh, ya maeneo. Sekta ya elimu, nadhani sisi ndio jiji pekee ambalo hatuchangishi hela ya madawati. Tunaamini Mbeya inaenda kuwa kielelezo cha elimu pamoja na eneo zima la afya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 Tunafahamu kabisa kwamba taasisi yote ya serikali ni agizo la serikali, Mheshimiwa Beno Malisa, kwamba taasisi yote ya serikali lazima iwe na kwa mpango mkakati, na tunafahamu kwamba mpango mkakati ni bila ya kila taasisi. Kwa hiyo taasisi haiwezi kujiendesha yenyewe bila kuweka mipango yake, bila kuweka mikakati yake, ili mwisho wa siku, mheshimiwa mwenyekiti, iweze kujipima kwamba katika yale tunayotekeleza tumefikia hatua gani. Kwa hiyo, mheshimiwa mwenyekiti, pia nichukue nafasi hii kupongeza sana Halmashauri ya Jiji tena mheshimiwa mgeni rasmi nimeandaa mpango mkakati kwa wakati. Mpango huo unatarajiwa kuwa nyenzo muhimu katika kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo kwa uwazi na ufanisi zaidi. Nikiripoti kutoka hapa mm, mkoani Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.